Tulikujuza ni muhimu kuzungumza kuhusiana na maswala ya afya ya akili hasa makazini, na ni moja kati ya vitu ambavyo wataalam wanashauri eh, kuzingatiwa. Tutafahamu hapa kwa kina kuhusiana na yale ambayo yanapaswa kufanyika kulinda afya yako ya akili kazini na nini ambacho pia ama mazingira ya rafiki yanaweza kuwekwa kwa kiasi gani. Katika kuzungumza hili na kufahamu mengi zaidi, eh, tunaye hapa ambaye eh, ni sh... Shabbirhussein Khalfan nadhani imetamka vizuri, <laughs> mwanzilishi wa Fikra Afya na mwana Lions pia ambaye ni mtaalamu wa maswala haya ya afya ya akili. Karibu sana, Shabbirhussein. Asante, na, na pengine tuanze kwanza kwa kufahamu eh, kwa nini ni muhimu kujadili kuhusiana na masuala ya afya uh, ya akili hasa makazini? Uh, kusema kweli nafikiri kampuni yeyote inayotaka kujiendeleza katika karne hii ya 21 inabidi iwe imeipa kipaumbele afya ya akili ya mfanyakazi, kwa sababu fikiria mfanyakazi ambaye labda ana uchovu wa akili atakuwa productive kiasi gani? mm. uh, atakuwa kweli anajiona anataka kwenda kazini au anajilazimisha tu? uh, tija yake itakuwaje? na kuna takwimu zinaonyesha kuwa um, tak uh, takriban asilimia arobaini tija inapotea asilimia arobaini mm. kama mtu ana uchovu wa akili. Uh, kama hamna mipaka ya ka, uh, kazi atakuwa anabeba kazi nyumbani. Uh, zamani tulikuwa tunalelewa unaambiwa ukija kazini acha matatizo yako ya nyumbani mlangoni, yeah. Lakini is it possible kweli inawezekana? Haiwezekani, kwa sababu binadamu awezi akawa ana vitengo mbalimbali, si ndio? we are holistic yeah. Kwa hiyo ni muhimu afya ya akili uh, wote kwa mwajiri na mwajiriwa ili tuweze kuelekea katika au tuweze kujenga kampuni inayofanikisha vizuri mm. na tuwe na nchi ambayo inaeleweka na watu wamekuwa na furaha mm. katika tamaduni zetu unaona uh, hasa kwa upande wa waajiri, ni rahisi kwao kuelewa pale ambapo uh, changamoto za afya ya akili na mkumba mmoja uh, kati ya mtu ambaye anafanya kazi. Nafikiri kuna uhitaji mkubwa wa kuelimisha jamii wote wafanyakazi na mwajiriwa na mwajiri mm. Kwa sababu mara nyingi katika materialistic world unataka to make sure that you skin the employee, employee. But which is not the right thing kwa sababu yes, ni sawa na uh, tunatokea ukulima mara nyingi mm. Hebu fikiri ardhi unayoilima kila mara hujaipumzisha, mwaka wa kwanza utakuwa na mavuno mazuri, lakini wapili watatu you will lose. The same way with human beings kama waajiri hawajaelimishwa unafikiri ani kimfanyisha kazi, kazi zaidi nitakuwa na faida but you are actually causing burnout and utakuwa na tija pungufu baadaye kwa hiyo mm -hmm. ni muhimu uh, wote wo waelimishwe uh, mwajiri na mwajiriwa mm -hmm. mm. sawasawa so, so, kabisa na, na, ni wazi kwamba ukiangalia katika mazingira ya kazi Uh, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea ambavyo pengine inakuwa ni mabadiliko ya kitabia ya kihisia ya, ya mtu ambaye unafanya naye kazi. Ni, ni, ni vitu gani ambavyo uh, kwanza vinasababisha mtu kupata changamoto kama hizo za afya ya akili akiwa kazini, lakini pia ni jinsi gani ya kumjua mfanyakazi mwenzako ambaye anakuwa anakumbwa na changamoto kama hizo? Okay, uh, vitu vinaweza vikasababisha ni vingi sana, yeah. Kwa sababu inaweza kifamilia, uh, kiuchumi, labda na mgonjwa, labda nimepata changamoto nyingine, so there could be so many things. Yeah. Lakini kazini ni muhimu tuwe na EAP, Employee Assistance Programs, mm. Ili mfanyakazi akijisikia burnout au akisikia uchovu wa akili au akiona msongo unazidi, aweze kuwa na ile first step ambapo ataelekea Uh, na atapata mtu wa kumpa ushauri na saa yeah. au kumsikiliza Kwa hiyo hiyo ni muhimu uh, sorry, ya pili umeniuliza. Ya pili sasa, unajuaje kwamba huyo mtu sasa viashiria vile au viashiria okay, viashiria viko mbalimbali, ni kama mtu utaona productivity yake au tija yake imepungua anakuwa anasahau sahau, sahau mm, au anakuwa na hasira za haraka oh, yeah. Unaona, labda alikuwa anakuja amevaa vizuri lakini ghafla amejiachia amejisahau, mm. Kwa hiyo ni vitu vingi, hata katika maongezi utaona anasahau sahau au mawazo yanayorukaruka, anaongea hili lakini ghafla amekatisha ameenda kwingine ah, yeah? Kwa hiyo kuna viashiria na, na, una, una, unaweza kumsaidia vipi mtu kama huyu? Yani kama, okay, umezungumza kuhusu ule usaidizi wa taasisi kwamba yes. Lazima wawe na program kama ule uliotaja. yes. Lakini as a colleague kama, kama mfanyakazi mwenzake naweza kumsaidia vipi? Cha kwanza kabisa naomba tuwe tunaongea. mm. Tuna culture au uh, utamaduni wa kuficha au labda kwa sababu hatuelewi afya ya akili. yeah. Kwa hiyo kuna mila au desturi tuliozaliwa nayo hasahasa hasa kwa wanaume Uh, ukisema leo na mawazo mengi ni kama au uh, hufai wewe. Yeah. Kwa hiyo hatuongei. Mm -hmm. Kwa hiyo ni muhimu hiyo, lakini utaweza kumsaidia hata, mara nyingi kumsikiliza bila kumhukumu mtu. Ukiwa umekaa naye unamsikiliza, eh, kuna changamoto gani? Niambie, mimi naweza nikakusaidia vipi? Hilo tu inamfanyisha ajione amekubalika, na sio kwamba ni mdhaifu bali ni ujasiri wake kwamba ameomba msaada. Mm -hmm. Kwa hiyo the relationship ile ya kusema na kujali wengine ukijaribu kuwasaidia ndo unageuka kuwa adui, umenionaje? Ile ukijaribu kujisogeza unataka kumsaidia eh, lakini sasa ni vizuri wewe uki, ukiwaza kwangu utafikiri labda mi nahitaji msaada fulani mm, lakini kumbe sio. Kwa hiyo niulize, <laughs> wapi nitaweza kukusaidia hey, sindio? Naona hey, ni, labda siku hizi unachelewa kazi, vipi vip, mm. Kuna changamoto naweza nikakusaidia? Mm, just kujua ile kwa una msaada karibu, can also. Kuna wengine wataki matatizo yao watu wengine wajue. <laughs> Ndio nimesema kwa... ni mila na desturi tuliolelewa. Yeah. Yeah. Ni kama ukiongelea afya ya akili wewe ni mnyonge. mm. Bali ukweli ni kwamba anaye uweza uh, kuongea kuhusu afya ya akili unajua, tumelelewa tunafundishwa vipi kufanya kazi, vipi nini, vipi, lakini hatujawahi kufundishwa vipi kuongea wakati una shida, vipi kuongea kuhusu hisia zako, mawazo yako mm. Kwa hiyo tunakuwa tunazifunika. Najua, najua changamoto kubwa hapo inapokuja uh, ni kwamba uh, jinsi ya kumsaidia mtu ambaye hataki msaada wako, how to help a person who doesn't want your help. But labda kuna maneno maneno mm, au hujajenga ile trust ya kusema kuwa ukiongea itabaki kati yako okay, so mm, na mimi sio tena, ukimaliza kuongea unatangazia. Alafu, sehemu unapomuulizia sio katika korido hii, nikusaidieje, watu wanapita wanasikiliza

<laughs> Ujumbe wako ni upi hasa kwa waajiri na wafanyakazi pia ili kuweza kuona ile tija makazini makaziniujumbe uh, utakuwa ni afya ak ya akili ni muhimu kwa mafanikio ya wote, mwajiri na mwajiriwa, hmm. hivyo basi uh, tusione wanyonge, tusivae barakoa na kujifichaficha. Kama unasikia uchovu wa akili, mwambie mwenzako, na pia kwa mwajiri nitasema elewa kuwa unadili na binadamu, sio mashine mm. Ana hisia, anaelewa. Sasa ndio maana tunataka Fikra Afya mm -hmm. Uh, tunaelimisha okay. Tunaendea taasisi hadi taasisi, mpaka mashuleni mm -hmm. Kuelimisha umma kuhusu hiyo umuhimu wa afya ya akili mm -hmm. Kauli yetu mbiu tunasema, hapana afya pasipo na afya ya akili mm -hmm. So labda nimalizie, najua uh, na ndio maana uh, hata mama mm -hmm. anasema kazi na utu sio kazi tu hmm. sio tuchape kazi tu, lakini kazi na utu. Kwa lazima tuthamini utu wa binadamu na tuendelee. Kwa hivyo asante, asante. No, asante, asante sana, shukrani sana. Tunakamilisha hivyo tukizungumza hapa na Shabbirhussein Khalfan, mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, mwanzilishi pia wa Fikra Afya na mwana Lions. Kubwa ni kulinda afya yako ya akili makazini, ili tuweze kuona natija.